Kweli, katika safari yetu ya hekima tunafika leo kwenye Zaburi sitini na tisa na katika zaburi hii tunamkuta Daudi akimimina moyo wake kwa Mungu, lakini eh, lakini nataka kukuambia, Zaburi sitini na tisa siyo tu kuhusu Daudi. He, hii ni tunayoita hapa zaburi ya kimasihi, yaani hii inamhusu Yesu Kristo masihi wetu. Kwa hivyo unahitaji kukumbuka kwamba Daudi hakuwa tu mshairi aliyeongozwa pia alikuwa nabii aliyeongozwa. Unaona, chini ya ushawishi wa kuhamasisha wa Roho Mtakatifu, Daudi sasa atatupa ufahamu sio tu kuhusu ukweli wa mateso ya Bwana, atatuambia pia kuhusu hisia ambazo Bwana alipitia. Unaona, huu ni zaburi yenye hisia kali ambayo itatufunulia hisia moyo na hisia za masihi wetu, na inaanza hapa na Daudi akimlilia Mungu katika mstari wa pili kwa ajili ya ukombozi, kutoka kile anachokiita tope zito anazama ndani yake mahali anapofafanua kama mahali ambapo hakuna mahali pa kukanyaga. Sasa tunajua kulikuwa na lango huko Yerusalemu linalojulikana kama lango la takataka katika sehemu ya kusini magharibi ya Yerusalemu. Huu uh, hapo ndipo uchafu wote na takataka za mji zilikuwa zinatupwa nje ya lango hilo na chini katika bonde la Tofet jambo la mwisho ambalo ungependa kufanya ni kupoteza mguu wako pale nje ya lango hilo na kuanguka chini wenye lundo hilo la samadi. Basi wana hakuanguka kwa bahati mbaya wenye lundo la samadi la dhambi, sivyo? Alikubali kwa hiari dhambi za ulimwengu, alijaa uchafu wa dhambi alipobeba yote mwilini mwake msalabani. Moja Petro saa mbili na madakika 24 kila kitendo kilichopotoka, kila tendo la ubinafsi, kila wazo la ponografia, kila kitendo cha ukatili, kila wazo baya, kila uongo wa kijicho, kila kila tendo ovu, kila neno lililopotoka, kila dhambi katika historia ya binadamu. Fikiria hiyo, inajumuisha kila dhambi unayofanya, kila dhambi ninayofanya. Wana wetu alijitosa kwa hiari katika tope hilo, matope hayo uchafu huo, na alilipa adhabu kwa yote. Yeye kwa kweli, mbili wa Korintho saa tano na madakika 21 inatuambia aligeuka kuwa dhambi kwa ajili yetu. Kwa maneno mengine, Yesu hakufa tu kwa ajili yetu, alikufa kama sisi, wenye dhambi na waliopotoka. Tena Daudi anaandika kinabii hapa sasa katika mstari wa nane: nimekuwa mgeni kwa ndugu zangu mgeni Ambaye ni mgeni kwa wana wa mama yangu. Tazama, unabii huu ulitimia wakati taifa la Kiyahudi lilipomkataa Yesu. Ndugu zake wenyewe, familia yake mwenyewe, wana wa mama yake mwenyewe, ndugu zake wa kambo walimkataa kwa kweli. Yesu alipokwenda katika mji wake wa Nazareti, Wayahudi walijibu kwa dhihaka na, na kutoamini na na wakasema, je, huyu si mwana wa seremala? Je, mama yake si anaitwa Maria? Je, hawa si ndugu zake Yakobo na na Yosefu na Simoni na na Yuda? Je, dada zake wote hawako pamoja nasi? Nao wakachukizwa naye. Hiyo iko katika Mathayo kumi na tatu. Kisha injili ya Marko inaongeza ukweli kwamba wakati familia ya Kristo, ikiwa ni pamoja na ndugu zake, wale ndugu na dada wa kambo, waliposikia kwamba alikuwa ameanzisha huduma ya umma na alikuwa anawaita wanafunzi kumfuata tunaambiwa kwamba walitoka kwenda kumkamata, wakuwa walikuwa wakisema amechanganyikiwa. Marko saa tatu na madakika ishirini na moja na, na wow, walidhani alikuwa amepoteza akili zake. Injili ya Yohana inatuambia katika sura ya saba na mstari wa tano, hata ndugu zake hawakuamini ndani yake. Sasa kumbuka, tunaambiwa katika katika katika Biblia kwamba Yesu alikuwa mwana wa kwanza wa Maria. Hiyo ni njia yao ya kueleza kwamba hakuwa mwana pekee, hakuwa mwana pekee. Yeye na Yosefu waliendelea kupata watoto wengine kadhaa, lakini Yesu alikuwa mzaliwa wa kwanza, ambayo ilimaanisha angeweza kuzaliwa na bikira. Kwa maneno mengine, Roho wa Mungu alileta yai ya uwa hai kwa njia ya miujiza katika tumbo la Maria. Hii ilipita mbegu ya kiume ya Yosefu na kumruhusu Yesu kuepuka ile asili ya kuanguka ya Adamu ambayo hupitishwa kupitia mbegu ya kiume Warumi saa tano na madakika kumi na mbili. Lakini roho wa Mungu alitumia yai la mwanamke wa kibinadamu, na hiyo ilimruhusu Yesu kuwa na asili ya kibinadamu pamoja na asili ya kiungu, ingawa asili yake ya kibinadamu haikuwa imeanguka, ilikuwa haina dhambi. Kwa hivyo Yesu ambaye alikuwa Mungu mwanamilele sasa anaingia katika jamii ya wanadamu, akizaliwa na bikira akizaliwa bila asili ya dhambi. Yeye ni mwanadamu kamili, lakini pia ni Mungu kamili. Na tunajifunza katika Mathayo sura ya 13 kwamba baadaye watoto zaidi walizaliwa kwa Maria na Yosefu. Mathayo hata alitupa baadhi ya majina yao ambayo nimesoma tu, Yakobo, Yosefu, Simoni, Yuda au au Yuda, na hii inaonyesha uwepo Uu. Maandiko haya yanaonyesha waangalau dada wawili ambao hawajatajwa majina kwa hivyo kutokana na uelewa kutoka kwa vidokezo tulivyo navyo katika Injili kwamba kwamba Yosefu alikufa wakati fulani kabla ya huduma ya umma ya Kristo kuanza, tunaweza kumdhamini Maria zaidi. Tazama, kwa miaka kadhaa, yeye ni mama mmoja na analea angalau watoto saba. Kwa hivyo bila kuangukia katika ibada ya sanamu na mafundisho ya uongo na na ibada ya Maria, tuna kila sababu hata hivyo ya kumdhamini Maria alikuwa mtifu kwa ajabu na alijitolea kwa mapenzi ya Mungu. Lakini unahitaji kukumbuka hii ilikuwa familia iliyogawanyika. Kulikuwa na aina zote za drama katika familia hii. Hakuna hata mmoja wa ndugu hawa aliyesadiki madai ya Yesu hadi baada ya ufufuo wake. Kwa hivyo, Yesu alipitia mateso yaliyotokana na mgawanyiko wa familia na mizozo yote hiyo. Na nasema hivyo kusema kwamba anajua jinsi inavyohisi, na huenda wewe pia unapitia hili sasa. Daudi anatupa ufahamu mwingine wa kimasia hapa katika mstari wa tisa, wivu kwa ajili ya nyumba yako umenila. Sawa, ukienda kwenye Yohana sura ya pili, hii itahusiana moja kwa moja na kitu ambacho Yesu anafanya. Unaweza kukumbuka mapema katika huduma yake Yesu anakuja Yerusalemu wakati wa Pasaka na anakuta hekalu limejaa wabadilishaji wa fedha na mabwawa ya wanyama na watu wanaouza wanyama wa sadaka kwa waabudu, kwa njia wakiwauza wa bei ya juu sana. Wanawadhulumu watu, wanatoza bei za juu kwa wanyama hawa. Viongozi wa kidini walikuwa wamegeuza Pasaka kuwa biashara ya kutengeneza pesa, na Yesu anawafukuza wote kutoka hekaluni, na kisha anasema msifanye nyumba ya baba yangu kuwa nyumba ya biashara au nyumba ya biashara, Yohana saa mbili na madakika kumi na sita. Anafanya nini kweli? wakati wa Pasaka kulikuwa na jukumu la kila familia usafisha nyumba zao, aina ya usafi wa majira ya kuchipua. Hasa wanapaswa uondoa chachu yoyote. Chachu mara nyingi iliwakilisha ufisadi, hivyo watu wa Kiyahudi walikuwa wakisafisha nyumba siku chache kabla ya Pasaka. Kwa hiyo Yesu anafanya nini hapa hekaluni wakati wa Pasaka? Kweli, ni nyumba ya baba yake. Anasafisha nyumba, anaondoa chachu, anasafisha ufisadi wote. Injili ya Yohana inatuambia katika Yohana sura ya pili mstari wa kumi na saba wanafunzi wake walikumbuka kwamba hili liliandikwa hapa katika Zaburi, wivu kwa ajili ya nyumba yako utaniteketeza. Kweli, wanafunzi wanakumbuka Eh, mstari huu na wanautumia kwa wivu ambao Yesu alikuwa nao kwa ajili ya nyumba ya baba yake. Sasa, hapa katika mstari wa 21 tunapata unabii mwingine wa ajabu wa Masihi. Hapa katika Zaburi 69, Daudi anaandika, kwa kiu yangu walinipa siki ya kunywa. Inasikika kama jambo unalolifahamu. Kweli, je, hilo halikutimia msalabani? Yohana sura ya 19 inatuambia kwamba muda mfupi kabla ya Yesu kufa msalabani alisema, naona kiu. Fikiria ukweli kwamba Yesu alianza huduma yake akiwa na njaa, alikuwa akijaribiwa jangwani. Sasa anamaliza huduma yake akiwa na kiu. Kwa sababu ya kile Yesu alichokamilisha kwa ajili yako na mimi, umewahi kufikiria ukweli kwamba wewe na mimi siku moja hatutakuwa na njaa au kiu tena. Baada ya Yesu kulia kwamba ana kiu, injili ya Yohana inarekodi wetu kwamba kulikuwa na chombo cha divai chachu kilichosimama pale, hivyo wakaweka sifongo iliyojaa divai chachu kwenye tawi la hisopo na na wakaileta kwenye mdomo wake. Nikwambie, kila undani uliotabiriwa katika mpango wa Mungu wa wokovu ulitimia. Sasa hapa kuelekea mwisho wa Zaburi 69 tunapewa picha kubwa zaidi. Tunaambiwa hapa katika mstari wa 35: kwa maana Mungu ataokoa Sayuni na kujenga miji ya Yuda, na watu watakaa huko na kuimiliki. Uzao wa watumishi wake watairithi. Kwa hiyo zaburi ya Daudi sasa inazungumza kinabii kuhusu maisha na kifo cha Yesu, yote hayo yanatimia, na sasa anabadilika kuzungumza kinabii kuhusu ufalme ujao ambao Masihi atatawala, na nawacha nikuambie hilo pia litatimia siku moja. Na anasema nani anaruhusiwa kuishi katika ufalme huu ujao? Naam, Daudi anajibu hilo anapofika mwisho wa zaburi yake, na anaandika hapa katika mstari wa 36, na anasema wale wanaopenda jina lake watakaa humo. Kwa hiyo wacha nikuulize swali, je, unapenda jina lake? Jina lake kwa njia linawakilisha kila kitu kumhusu: maisha yake, mateso yake, kifo chake cha kujitolea, ufufuo wake. Je, unatazama nyuma kwenye kifo chake na kumtambua kama mwokozi wako, yule aliyebeba dhambi zako akifa kwa ajili yako? Je, unaamini kwamba atarudi tena, na je, unamtambua tayari kama mfalme wako? Naam, ikiwa unafanya hivyo, Una ufalme wa baadaye unaokusubiri, na na wewe na mimi hatuwezi kuanza kufikiria jinsi utakavyokuwa wa utukufu. Naam, hadi safari yetu ya hekima itakapoanza tena, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.